Katika viumbe ambavyo Mungu amewaumba binadamu, mwanamke amepewa uwezo wa juu sana wa kukabiliana na mazingira yake na uvumilivu ambao mwanaume hana. Pamoja na kwamba mwanamke ana uwezo wa kupata mtoto kwa njia ya uchungu, Mungu amempa uwezo wa kuvumilia uchungu huo na bado akatamani kupata watoto wengine zaidi. Mungu amemuumba mwanamke akampa umbo la mwili mbalo tumbo lake, pamoja na kazi ya kumeng'enya chakula, Mungu akalipa uhai wa kutunza kiumbe na baadaye kukileta duniani. Mungu amempa ubongo mwanamke wa kuweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja kuliko wanaume, na Mungu amempa uwezo mwanamke wa kumvumilia mwingine wakati wowote wa, lakini amempa uwezo mwanamke vilevile vile. Kuhakikisha kuwa furaha ya wengine inakuwa ni msingi wa furaha yake, na kwa sababu hiyo, na kwa sababu hiyo wote tuliomo humu tuko hapa si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu kwa namna moja au nyingine, tuko hivi tulivyo kwa sababu ya kina mama. Kama si mzazi aliyekuzaa ambaye ni mwanamke, basi una mlezi aliyekulea ambaye ni mwanamke, na wale ambao tumejaliwa kuishi na kuwa wa baba tunao wake kama mimi ni mke Benadetta, ambaye kwa kweli hivi nilivyo ana mchango mkubwa kwenye maisha yangu. Leo tunaposherekea siku ya mwanamke duniani, kamwe sisi wote tuliomo humu tusiupuze kabisa mchango wa mwanamke kwenye kazi zetu, kwenye maisha yetu na kwenye kuifanya jamii ya watu wenye ustaarabu na wenye kuheshimiana. Wakina mama wa TANESCO na wa Wizara ya Nishati, Leo mnapoadhimisha siku hii ya wanawake duniani, mimi kama kiongozi wenu kwenye wizara, nataka niwahakishieni kuwa naona fahari kubwa sana kufanya kazi na ninyi kwenye sekta hii ya nishati.